Naam, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali na neema mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo imempendeza Bwana tuweze kuendelea na somo letu la kuhusu utumishi mbele za Bwana, kwamba kutumika mbele ya Mungu ni kugumu. Kutumika mbele ya Mungu ni kugumu. Tulijifunza katika somo la awali kwamba ugumu hupo ni pale ambapo unabadilika, wapendwa katika Bwana. Kugeuka ndiko kugumu. Yaani kitendo cha kutubu ndicho ambacho ni kitendo kigumu. Ukisha tubu maana yake ukisha kaa katika utukufu wa Mungu, ndipo alipo alipoambia wanafunzi wake kwamba furaha yenu ili iwe timilifu. Lazima mgeuke, lazima tukubali kwanza ndipo ambapo tutafurahia utumishi mbele za Bwana. Kama hujakubali, kama ukiwa unaishi maisha yale yale ya mwanzo, hauwezi kuona ni, ni kwepesi, kutakuwa ni kugumu. Tukajifunza hata kitabu kile cha kumbukumbu kumbu la Torati 11 kuanzia mstari wa 10 mpaka 20. Wakati Mungu anawaambia Israeli baada kuwa ya kuwakomboa katika nchi ya Misri, katika anavyoingiza, anavyoandalia kuingiza katika nchi ya Kanani, akawaambia maneno hayo kwamba nchi mvuke kuingia sio kama Misri mlikotoka, ambako mlikuwa mnatumia nguvu zenu, akili zenu kulima na kupanda na kuinywosha ile ardhi. Lakini nchi ambayo mnaingia, hii nchi ni nchi ambayo inatunzwa na Mungu. Nchi mnaingia ina inatunzwa na Mungu. Kwa hivyo ili uweze kuishi humo, lazima uwe na imani, uweze kujua kabisa kwamba mahali huku ni, ni, ni ambapo kuna tuzo na Mungu. Kwa hiyo kugeuka tu kitendo kile cha kubadilika kusema kwamba nilikuwa naishi maisha haya, sasa naanza kuishi maisha haya ndicho ni kitu, kitu ambacho kitu kigumu, lakini ukishaanza kuyaisha hayo maisha ya, ya Mungu ndicho ambacho kinakuwa ni kitu, kitu chepesi. Watu wengi sana, ili jambo ndio linalofanya watu wengi huwa wanarudi nyuma. wanarudi nyuma kwa sababu gani? Kwa sababu nchi walioingia kuimiliki sio nchi ambayo inatumia akili zako wala inatumia mali zako, bali ni nchi ambayo inatunzwa kwa imani. Maana yake akili yako inatakiwa ikusaidie wewe kuendana na hali ya nchi ambayo Mungu amekuingiza. Ame, ame, anawaambia Israel, kwamba endapo mtaenda kinyume, mtenda kuitumikia miungu mingine, mtenda kufa, mtenda maana kwenye tabia zile za mbaya, tabia zingine za zile, zile zile ambazo mlitokea kule, ambazo mimi nilikuwa nimewatoa kutoka huko, anasema ndipo ambao hamtaweza kukaa katika hiyo nchi, mtaondoka wenyewe katika hiyo nchi kwa sababu hamtaweza kuendana naye. Amina, tukajifunza mambo hayo. Sasa siku ya leo, nataka tuende katika agano jipya, tujifunze namna gani ambapo Yesu Kristo alikuwa anawaelekeza wanafunzi wake, anatuelekeza na mimi pia, lakini pia na wewe hapo. Amina, anatuelekeza namna gani utumishi mbele yake ni mwepesi, lakini kubadilika ndicho ambacho ni kitendo kigumu. Amina, ndicho ambacho ni kitendo kigumu. basi bila kupoteza wakati kwa majina yangu naitwa Brian Frankie, napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel, tuamini injili. Wakati umekwisha, amina. Wakati umekwisha. Basi bila kupoteza wakati, twende tukajifunze katika ile Luka tisa ule mstari wa ishirini na tatu amina. Yesu Kristo anaambia mtu yoyote ambaye akitaka kunifuata, ajikane, ajitwike msalaba wake kila siku na anifuate, amina. Akiwa na maana Aki gani Yesu Kristo hapa, wanafunzi wake aliwauliza juu ukianza mstari kuanzia wa, wa, wa, wa, wa, wa kumi na tisa, wa ishirini mpaka wa ishirini na tatu uh, na, bali baba yangu aliye mbinguni. Kwa imani hiyo ambayo unaamini Petro ni sahihi, akampatia na ahadi tatu juu ya imani ile ambayo alifanya kwamba milango ya kuzimu haitamshinda na jua mwamba huu litajenga kanisa lake, lakini pia akampatia na, na, na, na, na, na mamlaka ya kufunga na kufungua. Sasa baada ya hapa, aliwakataza kumwambia mtu mwingine, ndipo akasema, imenipasa ime mimi kupitia mateso mengi, kupitia shida nyingi, na kuchukiwa na mafarisayo na makuhani na watu wote, lakini baada ya siku ya tatu nitafufuka. Nikifufuka maana nitakaa katika furaha na ile na ule utukufu, amina. Alichokuwa anawaambia kubeba msalaba wako kila siku ni nini? Manake kwa njia ya imani tunaamini kwamba sisi tunakufa kila siku tunakufa kila siku kwa njia ya imani kwamba katika, ili uweze ili, ili uweze kubadilika ili uweze kuwa mti ambao umestawi vizuri, lazima hiyo mbegu ife, lazima ufe kwanza, ndipo ustawi. Amina. Maana tabia na taratibu za zamani mienendo na vitu vya zamani vyote lazima vife, uvizike kabisa, vife, ubadilike na kuwa mtu mwingine kabisa. Ndicho ndicho kumaanisha kwamba kubeba msalaba. Hatuwezi kuchukua mbao kila siku tukatembea nazo mtaani, tunazungukana nazo, tunazo kazini, tunaenda nazo wapi? Tunaenda nazo wapi, kuonesha kwamba sisi tumebeba msalaba ila tunaamini kwa Yesu Kristo kwamba anaishi ndani mwetu kwa tendo moja la imani ambayo alifanya Yesu Kristo la kubeba msalaba na kukubali kwa ajili ya dhambi zetu sisi, nasi hilo hapo ndilo ambalo tunalifanya. Amina, hilo ambalo tunalifanya kwa kwa imani, tunajua kabisa kwamba sisi tumesha kufa, lakini tumefufuka tu wapya. Ndio maana tunakuwa na furaha amina. Ndio maana Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake katika ile katika ile Yohana 16 mstari wa 33 anasema, maneno hayo nimewaambieni, amina, maneno hayo nimewaambieni ili mpate kuwa na amani Amin, ili mpate kuwa na amani aliwaambia. kwa nini? ili mpate kuwa na amani, kwa sababu aliwajua wale wanafunzi wake alipowaambia kwamba imenifaa mimi, nion, imenifaa mimi niondoke na imenifaa mimi kwamba niondoke na, hamta, hamta niona tena, na akaambia kwamba, ukianzia mstari wa thelathini na mbili pale akaambia kila mtu atatawanyika na ataniacha, ila nimewaambia maneno haya ili mpate kuwa na amani. Mungu awatunze katika iya, katika, ili, ili jambo, katika ili jambo mnakoelekea, ili mnajua, ili ili mnachokifanya, mtakavyoondoka katika njia, mjue kabisa kwamba Yesu Kristo alituambia moja, mbili, tatu. Tunaona baada ya Yesu Kristo kukamatwa pale, wanafunzi wote walitawanyika. Petro anamkana Yesu mara tatu. Alipokuja anam, anam, anamkana, anamkata Yesu mara tatu. Kumkana Yesu mara tatu. Alipokuja kukumbuka kwamba alipokuja kukumbuka kwamba aliambiwa maneno yale kwamba utanikana mara tatu, lakini amani ya Mungu ule utumishi mbele zake ulibakia alibakizwa kupewa amani ya kuweza kutubu na kutubu na kurejea katika utukufu. Asingekuwa na yale maneno, asingekuwa ameweka ndani ya moyo wake, maana yake asingeweza kutubu. Amina. Wapendo katika Bwana. Kwa nini nasema jambo hili utumishi mbele za Bwana? Wapendo katika Bwana. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kuga, kubadilika kutoka katika hali ambayo tulikuwa tumeizoea maisha yetu kwenda katika hali nyingine ndicho ambacho ni kigumu. Lakini ukishaingia katika utukufu wa Mungu, ndio amani ilipo. Yesu Kristo baada ya kufufuka basi maana yake mateso hata akumbuka tena. Amina. Hata akumbuka ndio, Bana anambia ulimwenguni mnao dhiki. Amina. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini tazama mimi nimeushinda, nimeushinda ulimwengu. Dhiki ipo ulimwenguni, lakini mnakoenda kuvukia sio ulimwenguni tena. Huko ambako mnenda, mnakoenda, amini, mkiwa mnaamini hakutakuwa tena na, na hiyo dhiki wala shida wala hiyo taabu. Amina. Wala wala utumishi mbele za Mungu hautakuwa mgumu. Amina. Wapendwa katika Bwana, Nataka leo tuongee kitabu kimoja kwa upana kidogo. Hichi kitabu ni cha Waebrania kumi na mbili Ukianzia kumi na moja Ibrania kumi na moja anazungumza kuhusu, kuhusu imani, kwanza maana ya imani ni nini, akawataja mashujaa wa imani, wakina Yefta wakina Samsoni wakina, wakina Daudi akataja wakina Ibrahimu wakina Rahabu mashujaa wa imani. Ndipo kumi na mbili ukianzia mstari wa kwanza wa pili na watatu ukienda mpaka watano kule, amina, anaanza kusema kwamba basi ikiwa sisi tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Mashahidi gani? Mashahidi hawa wa imani, wakina Yefta wakina Daudi wakina, wakina Sulemani wakina, watu wakuu kabisa wakina Rahabu wakina Ibrahim, Isaka, Yakobo, tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, amina. Tuweke kando kila mzigo mizito na ile zambi ituzingayo haraka, kwa sababu sisi tuna mashahidi wengi wanaoshuhudia kwamba walishinda kwa imani. Basi tuache zambi, tugeuke, tuweke kando kila mizigo mizito, tuchukue hii ndao ya imani, anasema tupige na tupige mbio kwa saburi, kwa uvumilivu kabisa tupige mbio. Amina. Tupige mbio kwa ajili ya mashitano yaliyowekwa ya mbele, ya mbele yetu. Alafu anasema mstari wa pili naye kwa, kwa kuwa Yesu Kristo amina, kwa kuwa Yesu Kristo ambaye amina, ambaye alipitia mateso mengi, lakini akaustahimili msalaba na kuidharau aibu kwa ajili ya taji iliyowekwa mbele yetu, naye sasa ameketi katika kiti cha enzi katika mkono wa kumi ya kiti cha enzi cha Mungu. Kwa nini anasema jambo hili? Wapendwa katika Bwana Yesu Kristo akuangalia zile shida, akuangalia yale mateso yote. Alichokuwa na kitu kimoja mstari Ali, wa tano kwamba hamjafanya vita hamjafanya vita hata hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Wapendwa katika Bwana, hatujaamua hatu, hatu kugeuka kushindana na dhambi, hatujaamua kugeuka hata kumwagika damu tukishindana na dhambi. Natakiwa tuamue kugeuka. Ukishageuka kuvua gamba, kuvua kutoa ule uchafu wa mwanzo kunaumiza sana. Ukiwa umechafuka sana, kuoga muda mrefu kunaumiza sana, kuna kera sana, lakini ukishatakata inakuwa ni raha na utukufu kutoa lile gamba la juu inakuwa ni maumivu makali sana, lakini tukisha kuwa tumesha kuwa watu wake inakuwa ni, niwepesi sana hivyo. Kutumika mbele za Bwana ni kwepesi, kubeba msalaba kwa njia ya imani, tukiwa tunajua tuko katika utukufu wa Mungu ni kwepesi, kwa sababu hatutaangalia ile, hatutaangalia ile shida, hatutaangalia ile shida kama Kristo alivyokuwa. Tumtazame yeye ambaye alistahimili mapingamizi makuu, akaidharau aibu akauendea msalaba, akaidharau aibu, akadharau vitu vyote vibaya ambavyo vilifanyika mbele yake. Tunatazama hata kina Paulo na Sila, hakutazama kuvuliwa nguo kwao wenyewe, alitazama utukufu wa Mungu kwamba jina la Mungu linazidi kutangazwa. Hakutazama zile zile shida zote, hakuangalia vile vita, bali waliangalia utukufu ulioko mbele yao. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, mtu aliyekuwa ameshaingia katika utukufu wa Mungu, huyo mtu hana shida mbele ya Mungu, hana taabu kabisa, hana kitu chochote kile, bali ametunzwa katika utukufu na neema ni mwili huku nje unaoumia, lakini yeye haangalii mwili, ana dharau hata maumivu ya mwili, ana dharau hata vitu vya nje, akiangalia ule utukufu ambao uliko mbele yake. Wapendwa, usipo dharau hivyo hivo, mpendwa katika Bwana, ndipo utaanza kusema kutumika mbele za Bwana ni kugumu, wala utashindwa kuishi vile viwango vya Mungu ambavyo unataka uishi. Kwa sababu gani nasema hivyo? utakapokuwa ukifanya kazi zako utaona kabisa kwamba hapa sitajiriki, unaamua kuiba hapa unaona unachukua rushwa una, unasengenya una una una roga una, una, una, una, una, una, una, una unafanya vitu vingine kwa sababu unaona katika hali yako huwezi kufanya hivi. katika hali hii ya mwili huwezi huwezi kufanya, kufanya hivi, ndipo ambao utasema kutumika mbele za Bwana ni kazi sana. Ndio yani, yani, ah, maana anakuja anasema hata Mhubiri kwamba anasema, anasema, anasema Sulemani kwamba unapokuwa mtu yeyote mpumbavu husema kwamba moyoni mwake kwamba shetani alinipitia. Wapendwa katika Bwana, hakuna cha shetani alikupitia wala nini. Hujaamua kubadilika, amina, hujaamua kubadilika. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Na wewe ambaye unajiona kabisa kwamba natu, kutumika mbele za Mungu ni kugumu sana, ni kugumu sana, mpendo katika Bwana, amua kubadilika, ukiamua kubadilika. Amua kubadilika. Okay, kubadilika kubadilika ni kazi sana kila mtu ambaye aliamua kusimama mbele ya Bwana, kila yote shujaa wa imani, amina. Waibrania kumi na moja, kumi na moja ukisoma au mashujaa wa imani, ukienda kusoma alivyokuwa, ni kazi sana iliyochukua kubadilika. Ni kazi sana ilimchukua Ibrahim, ni kazi sana ilimchukua Sulemani, ni kazi sana ilimchukua Daudi. alifanya makosa mengi sana kubadilika, mpaka kukaa katika utukufu na Mungu anamhesabu kama shujaa wa imani. Ni kazi sana kwa Yefta, mtoto wako wewe. Yefta tunamuona Yefta pale, mtoto wako kabisa, ameweka nadhiri mbele za Bwana kwamba Bwana, ukinisaidia nikipigana vita na nikirudi nyumbani salama, kitu chochote ambacho kitakuwa cha kwanza kunilaki nyumbani kwangu nitakutolea kwa adhabu ya kuteketezwa anakuja mbele yake anamto, anamtokea mtoto wake, ndio ndio, anakuwa anam, mtu wa kwanza kumlaki Yefta. Analia sana lakini anasema kwa sababu niliapa mbele za Bwana nitatimiza. Ndio kwa Mungu anamhesabia kwamba ni shujaa wa imani kwa sababu haangalii ma, haangalii mateso ya mwili wake, bali anaangalia Mungu. Anasema makubaliano yake na Mungu alikuwa ni nini, wapendwa katika Bwana? Hivyo hata wewe unaweza ukafanya hivyo, unaweza ukafanya hivyo, ukakubali na ukaingia moja ya watu ambao ni mashujaa wa imani na watu ambao wataurithi uzima wa milele na, uf na ufalme wa mbinguni hakuna mtu ambaye ataulizi uzima wa milele au wa mbinguni kwa hali ya mwili wake bali katika hali ya imani. Mpaka ukubali kufa, ukubali kugeuka kabisa, totally kugeuka kabisa. Usiache kila kitu chote. Anasema, anasema katika Ibrania hiyo 12. Amina. Basi na sisi tukiwa tunazungukwa na wingu kubwa, na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mizigo mizito na dhambi ile tulizonayo kwa haraka, tupige mbio kwa saburi kwa ajili ya mashindano aliyowekwa mbele yetu tukimtazama yeye Yesu ambaye alistahimili mapingamizi makuu akadhalau hata aibu kwa ajili ya taji, kwa ajili ya utukufu ambao uliokuwa mbele yake, naye ameketi katika kiti cha enzi cha Mungu Baba. Tumtazame huyo, tumwangalie huyo ambaye alishitamizi alistahimili mapingamizi makuu namna hii, akayashinda yote. Amina. Mungu wa mbinguni atujalie akili, atujalie maarifa, atujalie neema, atujalie nguvu ya kuweza kutazama mambo haya katika uzuri. Wakina Paulo walitazama mambo haya. Baada ya kutazama mambo haya wakagundua mambo haya yako namna gani ndio maana unakuwa na ujasiri, unakuwa unasema kwa ujasiri ukiwa unajua kabisa kwamba Kristo alistahili mapingamizi makubwa namna hii. Kumbe katika hii hali ni mwili unanidanganya, bali inahitaji kubadilika na kuingia katika mfumo wa, wa mfumo wa roho. Amina. Mungu wa mbinguni anakubariki sana, nikutakie siku njema na akulinde na kuhifadhi, kama una una unaona namna gani ambayo utashindwa ku namna gani unahitaji kubadilika namna gani unahitaji kwenda Mpendo katika Bwana anasema, anasema, anasema katika Warumi kumi sura ya tisa, ukimkiri kwa kinywa chako na kuamini ndani ya moyo wako, wapendwa katika Bwana kuamini kabisa. Kuamini maana yake lazima ubadilike mfumo. Imani ni kwamba unabadilisha mitazamo mita, na vitu vyote na mifumo na matendo yote ya mwanzo yanahamia yanahamia kutazama kitu kipya, kutazamia kitu kipya. Hiyo ndio imani. Amina, hiyo ndio imani. Ukifanya hicho kitendo, anasema utaokoka. Mpendo katika Bwana, najua kama unaona unakutana katika shida kubwa sana katika hali hali ambayo unaiona kama siwezi kutumika, napata moja mbili tatu, shida zangu zimekuwa ni nyingi sana, au naona katika niko katika hali mbona, katika Bwana namba zangu ziko katika bio, nipigie au nitumie nipigie, ni katika namba zangu hizo, kuna pia kuna linki zipo zingine za whatsapp za nini, unaweza kunitafuta hapo, then tukakaa tukaongea vizuri, nikakuelekeza ni namna gani ambayo utaenda. Najua muda huu hautotoshi. Na neema ya Mungu ikubariki sana, ikulinde na kuhifadhi katika jina la Yesu Kristo, nikiomba na kushukuru amen.